Mwenyekiti wa jukwaa la katiba Tanzania, bwana Deus Kibamba amesema mchakato wa kupata katiba mpya umegubikwa na siasa, hivyo hautaweza kupata katiba mpya na ya kidemokrasia. Mchakato wa kuandika katiba mpya ni mchakato wa kisiasa, sio mchakato wa wanasheria. Jambo hili tumeshalirudia sana, ni mchakato wa kisiasa. Ndio maana mnaona kuna vuta ni kuvute, wengine wanatishia kutoka, wengine wanatishia kujiondoa kwenye mchakato. Lakini hata matishio ya vyama vingine kujiondoa kwenye mchakato tume ya Warioba wala haijashtuka, hata moyo haujatikisika. Hii na kuonyesha hawa watu wanawajibika, hawawajibiki kwa Watanzania, wanawajibika sehemu fulani. Sasa sisi tumejaribu kufanya huo utafiti, wanawajibika kwa nani mpaka haiwatishi kama sehemu kubwa ya Watanzania wanataka kujitoa kwenye mchakato? Na sisi tusingependa watu wajitoe kwenye mchakato, sisi tungependa Watanzania wote tubaki kwenye mchakato. Kwa hivyo lazima ijulikane kuwa mchakato wa kuandika katiba mpya ni tendo la kisiasa kwa maana ya kutafuta muafaka wa kitaifa ambao unapitia njia na hatua za kisheria baada ya sheria ya mabadiliko ya katiba kupitishwa kisheria na bunge letu tukufu mwezi Novemba 2011, wabunge wa Chadema na NCCR tunawakumbusha wakiwa wametoka nje. Mheshimiwa Rais Daktari Jakaya Mrisho Kikwete alipata hekima ya kuongea kuwaita Ikulu na kuongea na vyama hivyo vyote, Chadema NCCR Mageuzi, pamoja na CUF. Na zaidi ya vyama hivi vya siasa, Mheshimiwa Rais pia aliwaalika makundi ya asasi za kiraia. Sisi tulikwenda Ikulu kwa tiketi ya mwavuli wa asasi eh, lile linaloitwa baraza la mashirika yasiyo ya kiserikali Kibamba amesema uchaguzi wa baraza la katiba umevurugwa kwa makusudi na tume ya mabadiliko ya katiba vurugwa kwa makusudi na tume ya mabadiliko ya, ya, ya katiba kwa kushirikiana tena na Chama cha Mapinduzi. Ushahidi huo tunao. Chama cha Mapinduzi kilipata wapi nguvu za kwenda kuwaambia kuwapelekea fomu wale waliokuwa wanasimamia, watendaji, kuwapelekea fomu kwamba hii ndio fomu maalum wagombea wajaze? Hiyo nguvu kiliitoa wa wapi kama sio harakati za kuvuruga mchakato? fomu ambayo tume ya katiba ya Mheshimiwa Warioba imeikana, imesema hawakutoa fomu maalum. Chama cha Mapinduzi kilipata wapi nguvu, kama sio kuvuruga mchakato, kwenda kuwaagiza wale watendaji wafanye uandikishaji wa wapiga kura kati ya saa mbili na saa nne siku ile ya, ya, ya kupiga kura. Tume ya mabadiliko ya katiba maelekezo yake ilikuwa ni kwamba wakazi wote wa kijiji, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa kijiji, yani wakazi wote wa kijiji husika wakazi wote wa mtaa husika ni wapiga kura. Sasa unaandikisha unaandikisha nini sasa? Sasa, kwa sababu hiyo, sisi tunaona tume ya mabadiliko ya katiba hapa ikishirikiana na chama kinachotawala wamevuruga kwa makusudi mchakato wa kuchagua wajumbe, na wajumbe hawa nawaambieni, asilimia tisini hawana uwezo wa kuichambua rasimu ya katiba. Hivyo Jukwaa la katiba Tanzania limeamua kwenda mahakamani kutafuta haki ya Watanzania, lengo likiwa ni kurekebisha kasoro zilizojitokeza kwenye mchakato wa kupata katiba mpya na kusimamia mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa kuwa juhudi zetu zote za kutumia muhimili wa bunge na serikali ikiwemo kuonana na Mheshimiwa Rais zimefikia mahala hazikuzaa matunda, tumeamua kwa kauli moja tuweze kwenda mahakamani kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yafuatayo. Naomba tusikilizane hapa. Kwa sababu sitaki sana tuupotoshe. Jukwaa la Katiba tunaungana na Watanzania walio wengi kuupigia debe. Tunaushabikia sana mchakato wa katiba. Hatutaki mchakato wa katiba ufe. Kwa sababu ukifa uchaguzi ujao, mchakato huu ukifa, uchaguzi ujao ndugu zangu. Nyinyi mnazungumzia sasa hivi vidamu hivi vidogo vidogo vinavyomwagika. Huyu katekwa, huyu kauliwa, huyu kang'olewa meno, huyu kucha. Uchaguzi wa elfu mbili na kumi na tano utakuwa ni balaa. Aidha, jukwaa la katiba limeunda timu ya mawakili kumi wakiongozwa na mwanasheria Dr Rugemeleza Nshala, ambao wanaandaa hoja muhimu za kuwasilisha mahakamani katika muda wa siku saba. Angela Matayo, Mlimani TV. Elimu kwanza.